Kundi la waasi wa M23 limegoma kusitisha vita ambapo limeendelea na mashambulizi mashariki mwa Kongo na kuingia katika mji wa Walikale ikiwa zimepita siku mbili baada ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame watoe wito wa kusitishwa mapigano kufuatia mkutano wa huko Qatar. Milio ya risasi ilisikika usiku wa jana karibu na mji huo katika eneo la Nyabangi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 ya Alphamin Resources wiki iliyopita kusimamisha shughuli katika mgodi wake wa madini ya tin wa Bisie takriban kilomita 60 kaskazini magharibi mwa mji wa Walikale. Mji huo wenye takriban watu elfu kumi na tano upo mbali wa kilomita 125, maili 80, kaskazini magharibi mwa mji mkubwa wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo waasi waliuteka mwezi Januari mwaka huu na kuweka ndani kilomita mia nne kutoka Sangane, mji wa nne wa ukubwa nchini Kongo. Hii ni toka zamani TV news updates. mimi ni Shehani Mzeina.